Wakitoka mjini kidogo wakawa nje, nje, nje, nje ya mji kijijini. Kuna nyumba za mbalimbali ila barabara kubwa, wako pale wanafanya kazi, sio mke na mme, ila tu wako kazini, trafiki ya wakike na wa kiume, wanakagua magari, wanasimamisha, wanaruhusu, wanafanya hivi. Kwenye saa saba hivi mchana, wakawa sasa jua ni kali, njaa imewashika na kiu, maji walibeba yameisha yule akikamwambia sasa, kiu na kiu imepamba moto. Sisi tufanyeje? Akasema hebu twende, wakaangalia wakaona nyumba fulani pembeni. Hebu twende pale tukaombe maji ya kunywa, wakaanza kutembea kwenda saa saba mchana. Tukasema hodi hodi, kufika wakakuta watu wasema, karibu. Kumbe muda huo bwana alo, kumbe ndio muda wa chakula. Kuingia ndani, wakakuta familia ndio tu imeanza kula ugali na wao sio tu kama tu wana kiu, wana kiu lakini wana nini? Na njaa. Sasa wakakuta hii familia inavyokula, kuna kambi mbili hapa. Chini amekaa mama na watoto wake kama nane hivi, wana ugali mkubwa na mboga mboga, kuna mchicha, kuna mlenda, kuna, kuna nyanyachungu, kuna kisamvu, kuna dagaa, ndio ndio mboga za hapa chini, kuna bamia. Mezani amekaa baba mwenye nyumba peke yake na meza yote naye ana na ugali mkubwa tu kama sawa na huu hapa chini, alafu amevua shati, amevaa singlet tu. Niko serious na msosi. Yeye ana nyama nyingi, kuna nyama mchemsho, kuna nyama rosti, kuna nyama ya kukaangwa, kuna nyama choma, kuna mshikaki. Yani, mboga ni nyingi, lakini zote ni nyama, nyama nyingi, yani zimezunguka hivi, ugali mkubwa hapa. Wakaambia karibuni, wakanawa kuna kambi ya chini kambi ya juu. Ungekuwa wewe ungejiunga na kambi ipi? eti makorora, sema tu kweli, kambi ya wapi? ya juu kweli. Nao hawa matofiki nao wakahamia kambi ya, kambi ya juu kwa raha, wakaanza kupiga ugali, tonge moja nyama nne. Haleluya, hmm. Wanakula tu wanakula kwa raha, wanapiga stori, wanakula nyama, zikaongezwa ugali ukaongezwa, wanakula, wanakula wanakula wanafurahi Waliposhiba sasa wananawa, wanachewa chewa tu hapo. Yule askari wa kike akaanza kumsema huyo baba mwenye nyumba. Unajua mtu kishashiba ndio anakuwa na maneno, anambia eh, wanaume wa Kiafrika achani uchoyo, achani ubinafsi. Yani wewe we baba umejijazia nyama zote alafu familia yako umewatenga, wanakula mkisamvu na, na bamia na, na nyanya chungu tu. Alafu unakula nyama zote hizi. Jamani, wanaume wa Kiafrika achani uchoyo achali binafsi yaani, apo ameshiba basi ndio oh? Ukicha shiba unakuwa na maneno mengi, hapo ananawa nawa hapo. Yule baba akamwambia, aka, aka, hapana mama, mimi sio mchoyo, ila familia yangu hawali nyama ya mbwa. mm-mm, mm-mm, mm-mm, mm-mm. wangapi walihamia meza ya juu <laughs> familia yangu hawali nyama ya aatafiki <laughs> wakaangaliana <laughs> na wamekula kweli kweli. Yule wa kike kwa neno hilo roho ikachafuka akatapika kama chatu <tri> <tri> yule wa kiume akatamani atapike mpaka leo imeshindikana. <laughs> Walidhani wamekula kumbe wameliwa wadhani wamepata kumbe wame wapatikana. Angalieni mtu asiwa twadenganya kudanganywa tu na ukutanga huku, kuna uongo mwingi huku tanga huku ukutanga huku uku, kuna dawa za mapenzi huku, uongo tu uongo. Siku moja tumekuja wakati bado wazee wetu hapa wapo, hapakuja kila mwaka kuja kuona wazee wangu hapa familia tu tunakuja, sisi tuko wengi, nimewaambia asubuhi. Tuko wangapi? kumi na moja tu basi, kaza tukao, tunakuja kila mwaka tunawachukua, tunakuja tukaje kupumzika hapo hapo beach hapo. Tumekuja wote, wadogo zetu, dada zetu na waume zao nini, tuka tuka tumetandika mkeka, tunakula kula hapo kando ya bahari hapo, tunapumzika, tunauliza, tunawaliwaza wale wazee angalau, kidogo maisha yaendelee endelee. Sasa nikawa nimelala kwenye gari hivi nacheza na, na, na mtoto wa mdogo wetu wa mwisho anaitwa Derrick wako Mbeya. Nimelala nime, nime hivi hapa chini, wamekaa familia nao wanaongea tu na mambo mengi. Kidogo nikasikia kama kule, pale, pale kwenye, kwenye kituo chetu tapopumzika, kama vile amekuja ame mgeni. Mimi si, si, sijamwona, nikasikia kuna mtu anaongea nao. Kumbe ni, ni mzee mmoja wa hapa Tanga hapa amebeba kapu kubwa, anauza udi anaambia akaanza kuambia udi eh ee. akaanza kuuliza kazi zake, huu hapa ni wa kuchoma, huu hapa ni wa kuchoma chumbani. Sasa nilikuwa nikicheza naye mdogo, mtoto mdogo wa miaka 4, nikaona sasa tena hachezi na mimi, yuko makini kumsikiliza yule mzee anaposimulia habari ya udi. Mtoto wa miaka 4 ana, anasikiliza habari ya nini? Kwamba uudi hapa unaweka kwenye maji ya kuoga unafukiza kama ni mwanaume unataka wanawake wakupende, unachoma huu hapa, unachoma kwenye nguo ili uwe na mvuto e, wanaume wakufate, huu hapa sasa. Mtoto akawa anasikiliza, sasa mimi nikamwangalia ule mzee. Ah, nikamwambia mdogo wangu eh, mwambie huyo mzee aondoe utunzi wake hapa. Sasa wakati wamwambia aondoke basa akawa anaondoka. Sasa um, um, mtoto um, ambaye alikuwa naye akaanza kulia, nataka rudi, nataka rudi, nataka rudi. Ewe rudi wa nini? wanaweka nipende, wanaweka nipende. Sasa <laughs> hivi wewe miaka minne, wakupende, wakupende wakupelekwa wapi? Sasa kuna uongo, kuna na, kwa bahati mbaya, watu wengi wanaishi kwa uongo nilikuwa naongea juzi wakati niko Bariadi kawambia, hata hata hata katika watu wa imani kuna watu wanaishi kwa, kwa madawa mno. kuna unadhani unaishi na, na mke ku mwenzako ni mshirikina, mwenzako ni anakwendea kwa waganga wa kenyeji, mwenzako ana madawa, anakuwekea madawa kwenye chai, dawa maji ya kuoga, dawa kwenye soksi, dawa kitandani, yani kuipo wewe unaunuka madawa, sio wewe wakule Bariadi sasa <laughs> angalieni msi Danganywa ama na watu ama na ndugu ama na mwenzao dunia hii, kama huko kwa Yesu utadanganywa. Nataka niwatie moyo, angalieni msidanganywe. La kwanza, la pili, angalia usitishwe. Soma nami, soma nami, tumalizie kabla sijaomba ni baraka. Waefeso 6 silaha yetu ni nini katika ulimwengu uliojaa vitisho Waefeso sita, angalia, anzia fungu la kumi. Aha anasema hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani, kwa maana kwa maana kushindana kwetu sisi si, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu mm -hmm. ya wakuu wa giza hili mm -hmm. juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Aha. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza Kuzi, kushindana siku ya uovu mm -hmm. na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Asante sana. Kwa niwambia, wapendo wangu, wageni na wenyeji, umeamua kuwa mcha Mungu. Kuwa mcha Mungu, usichanganye nguvu za Mungu na nguvu zingine. Ulimwengu wanasema kuna ulimwengu wa roho, kuna mapepo, kuna nguvu za giza. Kama hauko kwa Mungu utatishwa. Na watu wengi wanatembea na hofu, hofu za kulogwa, hofu za uchawi, hofu za ushirikina, vitu vidogo vidogo tu. Nimeona pale dada Darsalama, mtu mtu anaogopa paka, anaogopa bundi. Yani, Mkristo anaogopa vitu vyaovvyovyovyo vya vya. Kama hauko kwa Yesu utatishwa. Wakristo hawalogwi. Wakristo hawatishwi na uchawi wakristo hawatishwi na mambo ya ushirikina. Simama kwa Yesu kwa miguu yote. Acha kubipubipu kwa Mungu, Mungu abipiwe. Simama kwa Mungu kwa miguu yote ili uenjoy nguvu ya ulinzi ya Yesu Kristo. Kaibu nikutia moyo katika hilo. Uh, pastor ati mimi zamani watu walinitisha, si nimwambia kwamba nimesoma Tabora, shule gani? Milambo. Nilikuwa mdogo nimekwenda form 1 wazazi wangu wanaishi Nzega. Nilipofika form 2 wazazi wangu wakahamia hapa Tanga. Hizo hakuna simu, wakaniambia Chale, nimeambiwa kwamba mimi naitwa Chale, ikifika likizo ya Disemba usije Nzega, njoo Tanga. Tumehamia Tanga na mimi Tanga sija kuja hata siku moja na wakati huo tunasafiri kwa treni, wanafunzi tunaweka mabehewa ya treni, tunasafiri toka Mwanza, Shinyanga, Tabora, Selama, mpaka Dar es Salaam na wengine mpaka Arusha, behewa la, la, la, la kaskazini, wakati treni inaingia hapa. Kwa hiyo wakaniambia njoo Tanga, Tanga, nikawa, nikasema kwa hiyo jisajili kwenye wanafunzi wanaokwenda Tanga. Nikawaambia wenzangu, jamani, mimi likizo ijayo naenda Tanga. Wakaniambia Tanga umekwisha Tanga, ndizo kuna stori za Tanga, si ndio? Nasema Tanga, hata ukiona kifuu ukikipiga, nakwambia wanipigia nini, si ndio? Stori za Tanga huku Tanga, hata ukiona wanawake wazuri jioni, sio watu. Ni nini? Ni majini. Sijui kama ni kweli, sijui, ila kuna rafiki yangu kule kule Kigoma ni kweli alitembea na mwanamke kuelekea kule Bombo. <laughs> kumbe hakuwa mtu, alafu akakimbia. Sasa wakaniambia, chale, unaenda Tanga wewe, hurudi wewe, tukuage kabisa, Tanga hurudi, utakutana na majini wanawake. Sasa kwa umri wangu ikanisumbua, nilikuwa mdogo, form two. Kwa hiyo kila likizo ikikaribia utaniambia chale, tunakuwaga Tanga hurudi, basi naogopa Siku ikafika tukapanda treni. Treni hiyo Dodoma, Morogoro, Dar es Salaam, kaskazini, wengi tunaondofahamiana, wakaishia njiani kuko kwao. Mimi nikaja mpaka Tanga na baadhi yao wengine ambao sio wa shule yetu, nimejihami hmm, kupambana na watu wa wapi na mazingira ya Tanga wakati wazazi wangu wako hapa Iwakati inaingia stesheni, mimi nimejipanga ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni jinsi ya kuingia kwa mkwara. Sasa mama, mama alikuwa yuko huko. Mama kwa sababu alikuwa na, alikuwa mshaka huku hapa Tanga mkwe. Kulikuwa kuna, kuna, kuna shangazi na baba mdogo, wenyewe wana familia zao hapa. Kulikuwa kuna mtoto wa shangazi, mtoto wa baba mdogo, dada zangu mmoja yuko form 3 mwingine alikuwa anamaliza nani form 4. Mama akawaambia leo kaka yenu anatoka shule na treni, naendeni stesheni mkampokee. Wakaja hawanijui si wajui tu, mama aliwaambia kwamba mtamjua tu ye tu mwai pale stesheni, wakati treni imefika, wote wanapotoka pale, mtamjua tu kijana hivi mdogo mdogo mwembamba mrefu mweupe mzuri, ndio mimi. Sasa yaani <laughs> treni ikafika, wakaja hapo, mimi sijui, siwajui hawanijui. Nikashuka kwenye treni nina mabegi haya, moja beba mbongoni kubwa, lingine nimepakata hapa dogo, natembea kwa ujasiri, ujasiri feki <laughs> pale pale, pale, pale stesheni, kama umeingia hawa wanaopokea wageni hawa hawarusui kuingia kule, kule ndani kule yadi, ila nyinyi abiria mnapotoka, mnakuja huku, kuna uwanja wa mkokani, mnakuja hapa kwenye lami huku, kuna hoteli za Usagara, unapokata hivi kwenye lami, unakuja huko kwenye hii hey, round about. Sasa pale kwenye kageti pale, watu wamejaa, watu wakuja kupokea ugeni wao, wakutuza hapa, wakimwona mgeni wao, wanamuao wanamchukua, wanaondoka Yaani, kuna tu kanjia ka kupita wale mnaoshuka mnapita, ukikuona wa kwako wa kwako anakupokea. Na mimi nikatia timu pale, nivyopiga ka nikaona watu wengi kule barabarani, wote wote wanaangalia hivi, nikapotezea nikaanza kutembea haraka haraka. nivyopiga macho upande huu nikaona wadada hawa alafu nikaona kama vile, kama vile wananiangalia sana hmm. Nikapotezea, nikaangalia juu, nikapita karibu nao. Nilivyowapita nikasikia wanaambiana, ndio huyu huyu <laughs> nikasema, hey, Mungu wa Israeli <laughs> yamekuwa. Nikawapita haraka haraka, nikaingia barabarani, sijui nakwenda. Kwa kweli ni, ni mgeni, ni mgeni, sijui nakwenda, nikatembea haraka haraka na mabegi yangu, nitajua mbele kwa ile kwanza kwanza nitoka mazingira ya hapa natembea kwenye lami, kufika mbele kidogo, kama hatua ishirini hivi, nikasikia nyuma yangu huku hatua za viatu vya kike kwenye lami, konko konko konko, kuangalia hivi, wale wadada hawa wananifuata. Kasema sasa, niliyoambiwa nikaongeza mwendo. nilivyoongeza mwendo wee we, sasa kabisa, wakaanza kunikimbilia kuja. kuangalia wako hapa <gibu> kugeuka kuangalia hivi, kwa kaniambia kaka, samahani we Nikageuka naambia, mshindwe, majini wa Tanga mshindwe, mshindwe, hamniwezi mshindwe, na wajua mshindwe. Nikakemea kwamba nikakemea mapepo, nikakemea majini, nikakemea, nikakemea, wakarudi nyuma, alafu nikaondoka. Kama ifuatavyo nazungumzia, angalia, usitishwe siku hiyo nilihangaika, nikaenda nikachukua taxi fulani. Nilikuwa na kidogo na vihela ile mama alinitumia nikahangaika, na huyo taxi driver alikuwa mtu mzima mzee hivi, labda huko shule ya Kisosoro, wazazi wangu walikuwa nakaa Kisosoro kule, wakati na shule, labda huku, labda huku. Ile mzee kama sasa huyu sasa: ngoja tu nimsaidie hapa, hakuna cha, cha, cha, cha biashara. Huyu mtu nimsaidie tukaangaika mara tuenda tuenda mpaka kule, kule chini kule, chum, kule, kule, kule chumbini kutarudi kule, mpaka nguvu mali. Baada ya masaa mawili, nikafika nyumbani. Wakati gari inaingia nyumbani, nikamwona mama yangu amekaa kwenye msingi wa nyumba ameshika shavu, alafu wale wadada wawili wako pembeni yake. Habari ya mchana. Sasa leo tuishie hapo. Angalia, mtu asikudanganye. Simameni tuombe. Simameni tuombe. Simameni tuombe.